Naam, tunaendelea na vidokezo mtazamaji na mtaza. Kwa hivi sasa, nataka tuangalie taarifa nyingineyo ambayo ni tume ya haki na usawa nchini imeyataka mabunge ya kaunti kuharakisha kupitisha mswada wa kufanikisha mawasiliano kwa umma ili kuisaidia Serikali kupitisha jumbe zake kwa urahisi na kuwaelimisha Wakenya kuhusu miradi wanayoifanikisha. Tume hiyo imesema kuwa mswada huo utasaidia kukabiliana na propaganda zinazozingira miradi ya serikali. Aidha, tume hiyo inasema kuwa zaidi ya shilingi milioni 230 zitatumika kufanikisha miradi ya kukabiliana na mabadiliko ya hali ya anga kwenye serikali za ugatuzi.

watu wengi hawana hiyo complaint mechanism ya kutatua mashida zenye ziko na, bado kuna sheria inaitwa access to information ambayo watu wengi wamekuwa wakiongea vitu eh, kwa sababu hawajui ukweli. Kwa hivyo tunafundisha tuna, tuna watu wa county assembly waipitishe, ili watu Wanyeri wapate kujua kitu chochote kinachofanyika kwa kaunti. Kama ni hospitali inajengwa, kama ni ya milioni mia tatu, wanawekewa kwa, kwa information inakuwa nje, watu wanaona, ili tunamaliza zile propaganda ya maybe pesa inaibiwa. Na kama pesa inaibiwa, wananchi wanapaswa wanajua ukweli kuna pesa inaibiwa.